Habari, naitwa Ibrahim Kadilo, mjasiriamali, mshauri wa biashara. Wapendwa, kama wewe ni mgeni, Kadilo Online tunawasaidia wajasiriamali wadogo na wa kati, kama wewe kupata wateja wengi mtandaoni. Tunakusaidia kufanya matangazo ya kusponsor, kusimamia account za kusponsor, account za biashara, tunafanya matangazo kurusha matangazo ya kusposa. Tunafanya setup nzuri akaunti zako za matangazo, tunatengeneza matangazo yenye mvuto e, posters, logos, matangazo ya Facebook, Instagram. E, tuna kusaidia kuweza kujifunza jinsi ya kuuza bidhaa au huduma mtandaoni, jinsi ya kujifunza jinsi ya kuusha matangazo ya kusponsa. Kama we ni mgeni, basi bofya subscribe ili next time tunapotoa mafunzo ya mafunzo kama haya uweze kupata ujumbe unataarifu kwamba tumetoa video mpya. Katika video hii nitakueleza jinsi ya kuondoa zuio la account yako ya WhatsApp, kama account yako ya WhatsApp imekuwa banned Unaweza ukaondoa zuio, inategemea na akaunti yako imekuwa banned namna gani. Zuio hilo linaweza likaondoka nane, nane, ndani ya masaa 24 na ndani ya masaa 48 au wiki mbili au mwezi. Kwa leo nitakuonyesha iwapo kama akaunti yako imekuwa banned, nini unatakiwa kufanya. Basi bofya subscribe. Kama unatumia simu uh, utafungua Uh, e, Google utakwenda Google utaandika e, WhatsApp ukiandika WhatsApp utafungua website ya whatsapp.com ambayo ni www.whatsapp.com. wacom Keni, utakwenda kwenye sehemu iliyoandikwa ili ili contact WhatsApp ya waap. Ukishafungua contact whatsapp, utabofia ile contact whatsapp Ukishafungua itakuleta kwenye page kama hii. Kwa hivyo utajaza kipengele, utatakiwa kujaza namba ambayo imekuwa band. Kwa hiyo utachagua eh, country codes ya utachagua Tanzania Tanzania, then utaandika namba ambayo imekuwa band then utaandika email address yako, utai confirm email address yako, then utachagua device ambayo umekuwa ukitumia hiyo simu, either ni Android, iPhone, web au desktop. kwa hapa utachagua Android then utaandika maelezo mafupi kuhusiana na kile ambacho unataka WhatsApp wakusaidia

Yeah, kwa kifupi tu uh: hello, WhatsApp team akaunti uh, yangu imefungiwa na sijui nini kimetokea, naomba uh, msaada wenu ili biashara yangu iweze kuendelea. Kwa hiyo imeandikwa kwa kifupi tu. Kwa hiyo then utakwenda next, yeah, ukishabofya next, kuna maswali hapo wanakuambia uyapitie. Kwa hiyo Utabofya Send question, kwa hiyo unatuma ule ujumbe ili akaunti yako iweze kufanyiwa kazi. Yeah, your question has been sent. Kwa hiyo baada ya kufanya hivyo utasubiri ndani ya masaa ishirini na nne kuangalia kama WhatsApp yako imekuwa e, imeku amekuwa restored wamekua ime, ime wame. hivi ndio ambavyo unaweza ukaangalia ukaondoa WhatsApp ban kwenye akaunti yako ya WhatsApp kama imefungiwa. Hatua ya kwanza wanaweza kuitumia kuondoa WhatsApp ban ni kwa kufanya review, kutuma ujumbe WhatsApp ili waweze kuiondoa. Kama hujabofya subscribe, bofya subscribe, tukutane kwenye video ijayo.